Unanisikia uliye kwenye ndoa, na wewe ambaye unajiandaa ndoa ni wito wa kwenda kutatua matatizo ya mwenzako, sio wewe kwenda kutatuliwa. Sasa sisi tumejipanga, napata mtu wa kutatua matatizo yangu. Ujawahi kuona mabinti ana, ana, ana, ana, anasemeshwa leo, nataka nikuoe? Kweli serious, naambia niko serious. Hey. Kabisa. Eh, jamani, usinitanie. Serious. Oh, sawa nami nakubali, wanapeana hagi, lugha mm, imebadilika. My husband to be, my wife to be. Siku hiyo hiyo hawajatoa mahali, hawajatambulisha kokote, hakuna mushenga, mchungaji ajui, wameanza kuitana my to be, my to be. Binti anatoka hapo, wameachana tu kilomita kadhaa, anachukua simu anasema ma, mume nilisahau kukwambia kesho nataka kusuka, alafu pia kesho kuta kuna birthday ya rafiki yangu, sitaki kwenda na magauni ya zamani, halafu kuna nini Have... aa, sasa unajiuliza, yaani tumeonana leo jioni tu, napewa biri ya magauni, birthday, sio vitu gani? Unajiuliza, ina inamaana tusingeonana Ungepata wapi? No, umeshatiuni mindset yake kwamba amepata bank Exim maendeleo CRDB, si nini bank, amesha amesha ameshafungua account yenye hela kwa. Ndio maana kuna wakati mabinti wananiambiaga, pasta, uniombe nini, nilikuwa na mchumba halafu ameniacha tumekaa siku ngapi hivi ameniacha, na mikosi sijui kuna mizimu. Naambia wewe, iache mizimu ya babu zako ipumzike. Wewe ndiye matatizo, kwa sababu hujajua. Uliingia kwenye mahusiano bila kujua vichwa vya wanaume. Wanaume tunapenda hera, ukiziitisha hera zetu unatufukuza.